Nianze na swali moja mawili hivi, ambayo yanasumbua sana huko mtaani, kwamba kwa nini tumefika hapa kama nchi. Tumefika hapa kama nchi, wanavyosema vijana, jambo kubwa, watu kutekwa, watu kupotea na watu kuuawa miili yao isipatikane. Yaani kwa mfano, unakuta mtu anakwenda polisi, maelezo anayeyatoa Alafu baadaye ndugu zake wanakwenda polisi wanamwambia kwamba huyu mtu hajawahi kufika, wakati jana yake wameleta chakula akikapokelewa akala. Kwa hiyo sasa hili serikali imejipangaje kuhakikisha kwamba watu hawataendelea kutekwa, watu hawataendelea kupotea na Watanzania watakuwa na amani? Akimwona polisi amkimbilie, kwa sababu tukiwa huko ugenini ukikutana na askari polisi ndiyo unayemuuliza njia. Lakini sisi hapa kwetu mtu akimwona polisi sura ili kuhakikisha jeshi la polisi na kama wapo watu wanaoteka wakashughulikiwa. Waka la pili uchaguzi, hii ni sehemu ambayo imeleta machafuko makubwa sana. Chadema, kwa sababu hii ni nchi ya Tanzania, umesema ni nchi yetu yote, walikuwa wanasema no reforms no elections lakini kwa upande wa pili pia inasemekana hata baadhi ya reforms zilizofanyika hawajawahi kuzikiri sehemu yoyote. Kwa mfano, wakurugenzi kutosimamia uchaguzi, mgombea binafsi, mgombea kupita bila kupingwa, e, kuunda tume huru ya taifa ya uchaguzi, kuunda sheria mpya ya uchaguzi wa rais wa bunge na madiwani. Sasa kama serikali ni kweli hamjawahi kufanya reforms, na ndio maana hawakushiriki uchaguzi, hilo hilo unaweza ukatusaidia mwisho. Kuna debate kwangu, kwa mimi, kuna debate inayozunguka sana kwamba katika maandamano, umesema sio maandamano. Kwa kweli, ukiangalia uharibifu uliofanyika, maana maandamano unakuwa na bango lako, unafikisha ujumbe sehemu, unapokelewa. Sasa haya maandamano ambayo vituo mia sita plus vinachomwa magari, pikipiki yamebadilika jina na position ya kutoka kwenye maandamano pengine kwenda kwenye kitu kingine ambacho sijakifahamu. Lakini kuna debate kwamba ni watu wangapi wamefariki? Maana Al Jazeera wanatuambia 700. Unakwenda kuna taasisi nyingine zinasema watu 10,000. Wengine wanasema kumi. Kwa hiyo sasa ili tuwe